Vision 2030 madini ni maisha na utajiri, ambazo amekuwa akizifanya ni mwanamke wa kuigwa, ni mwanamke wa mfano na ni mwanamke kiongozi. Hata kwa mara ya kwanza tulipokutana kwenye kamati, watu wakiwaza kwamba ni nani atakaweza kufanikisha shughuli hii nakuwa mwenyekiti, kila mtu alisema Rachel Njau awe mwenyekiti, jambo litakamilika. Na ama kwa hakika jambo limekamilika bila mashaka wala kigugumizi chochote. Binafsi nakushukuru kwa sababu umeweza kunifunza vingi katika hiki kipindi ambacho tumekuwa pamoja, nimejifunza vizuri na wewe, utabaki kuwa mwalimu wangu bora wa nyakati zote. Nakushukuru sana na ninathamini mchango wako. Hili jukumu nilikabidhiwa kutoka halmashauri ya wilaya Simanjiro nikiwa sijui kwa namna gani ninaweza kulifanya, lakini kipekee tumeweza kulifanikisha jambo hili kwa namna mnavyoweza kuliona leo. Tumpongeze sana na hongera, usife moyo. Changamoto ni nyingi sana na kukatishwa tamani kwingi, lakini kazi unayoifanya inaonekana katika jamii. Hongera sana na mchango wako utadumu na <coughs> kuchukua tuzo. Kina mama msikizeni na vigelegele vingi. Shangilieni. Kwanza anapenda kwa kuchukua tuzo, anaipokea tuzo yake, mpeni makofi kwake mm. Na Simanjiro Manyara Rachel Joseph Njau, kwa mchango wako mzuri katika sekta madini na jamii kwa kujitoa kama kiongozi mwanamke, umefanya tofauti ya kudumu. Hongera, asante kwa kazi yako, akucana ya Mungu.

kwa ajili ya kuacha alama. <coughs> Mimi nashukuru Mungu sana kwa sababu shule ambayo mimi ambay, ambay, na namshangaa Mungu kwa sababu shule ambayo mdugu wangu amefika na kulia ni shule ambayo na nami nilifika na kulia. Asante kabisa kwa mwaliko wenu. Tunawashukuru sana. Pia mimi sijeje peke yangu kia na wangu hapa